Jenga bila kusubiri pesa yote, hii huu ujenzi tunaita ujenzi wa awamu. Habari za ujenzi, ndugu mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye ujenzi wa nyumba TZ, ambapo tunakupa maarifa halisi yanayojenga kesho yako. Wapo wengi wetu tunasubiri kuanza ujenzi mpaka pale tunapohisi tuna fedha za kukamilisha nyumba yote kwa mara moja. Nikwambie siri moja Kusubiri pesa nyingi yaani ni sawasawa na kuchelewesha, na pia unajiongezea gharama, kwa sababu gharama zinapanda kadri siku zinavyozidi kwenda. Gharama zinazopanda ni gharama za ufundi zinapanda, gharama za vifaa vya ujenzi zinapanda, hata vibali vya ujenzi huwa zinaendelea kupanda pia. Kuchelewa kwanza ujenzi kwa kuhofia ukamilifu ni kujichelewesha wewe mwenyewe na kujiongezea gharama. Bei za vifaa vya ujenzi zinapanda kila kukicha. Kusubiri hakupunguzi gharama, unaongeza unapohitaji wewe kusubiri, gharama hazipungui bali zinaongeza. Oman, hmm? kuna baadhi ya watu walianza, walinua viwanja wakati simenti zinauzwa shilingi elfu kumi na nne elfu kumi na tano mpaka saizi zimefika mpaka shilingi elfu ishirini Wao bado wanajiandaa wapate pesa ya pamoja, lakini mwisho wa siku changamoto inazidi kuwa kubwa, kwa sababu gharama za matilio zinaongezeka. Ujenzi wenye mafanikio huanza kwenye uamuzi makini, mpango ulioandaliwa vizuri na ramani sahihi. Hapo ngoja nirudie kidogo uweze kunielewa vizuri. Ujenzi wenye mafanikio huanza kwenye uamuzi makini, mpango ulioandaliwa vizuri na ramani sahihi kati ya hivi vitatu kimojawapo kikikosekana, basi hauwezi kuwa na ujenzi wenye mafanikio. Kila kitu kina umuhimu wake, si wingi wa pesa. Kujenga ni mchakato unaoendelea hatua kwa hatua. Unaweza leo kwanza kwa kuandaa kiwanja, kesho ukaweka msingi na siku zinazofuata ukaendelea kuongeza tofali na vifaa kadri uwezo wako unavyoruhusu. Msingi wa mafanikio si kasi, bali ni mwelekeo sahihi. Tujue kwamba Mungu katujalia vipato tofauti tofauti, kila mtu ana kipato chake. Kwa hiyo, usihangaike kujifananisha na watu wenye vipato vikubwa, usijizuie kwa kusubiri ukamilifu. Watu wengi waliokamilisha nyumba zao leo hawakuwa na kila kitu walipoanza. Walitumia walichokuwa nacho, wakapata uzoefu njiani na muhimu zaidi walikuwa na ramani bora na mwongozo wa kitaalamu kwao, waliweza kufanikiwa wa kwa sababu tayari walikuwa na ramani yenye mwongozo wa kitaalamu kama tayari kuna kiwanja, epuka haya mambo, mambo matatu anataka kukuletea kwa wewe mwenye kiwanja tayari, ndio nayezungumza naye, kwa ilisha kuanza bila sababu ya msingi. Kwa hiyo suala la kusema ngoja nikusanya hela nipate hela nyingi hiyo sio sababu ya msingi kusubiri uwe na fedha nyingi kwanza. Hii itakuchelewesha sana, na maana ujenzi hautaanza, bali matili wataenda kupanda. Tatu, kupuuza hatua ndogo za mwanzo, zile hatua ndogo ndogo za kwenda kusafisha eneo, ukajenga msingi ukasimama, kisha ukajiandaa kwa ajili ya hatua inayofuata. Unapopuuza pale, unaendelea kujichelewesha. Sasa unatakiwa ufanyeje? Badala yake, zingatia haya Anza kwa kile ulicho nacho. Hilo ndio la kwanza. La pili, pata ushauri wa wataalam mapema mapema kabisa, hakikisha umepata ushauri wa, wa kitaalamu kutoka kwa wataalam wa ujenzi. La tatu, gawa ujenzi wako katika awamu zinazoendana na uwezo wako. Hapa ndo tunapotakiwa uzingatie. Kama leo unajua kabisa budget, naweza kuandaa nikanunua vifaa nikavisogeza site, basi tutafanya hivyo awamu utakaofuata utanunua matirio mengine ambayo yenyewe nitakiwa ikifika yaweze kutumika, na utaandaa na pesa ya fundi, utajenga msingi hatua. Siku nyingine tena utatafuta pesa kwa ajili ya bomu, utapaua na kuendelea na kuendelea na kuendelea yani. Na mwisho kuwa na imani na mchakato wako wa ujenzi, yani kama wewe unaanzisha ujenzi alafu huna imani nao tena na mchakato wako, basi hamna haja ya kuanzisha ujenzi, ila lazima uwe na imani na mchakato wako ulivyojipangia wa ujenzi. Kumbuka nyumba haitajenga na ukumbusha vizuri, nyumba haitajijenga itasimama siku utakapoamua kuchukua hatua ya kwanza, na uamuzi huo unaweza kufanya hata leo hii, ninavyoweza kuiongea. Kama umeshindwa leo, basi fanye kesho. Hapa kwa Mjenzi wa Nyumba TZ tunakupa ramani zenye ubora, ushauri wa kitaalamu kabisa. Hapa kwa mjenzi wa nyumba TZ tunakupa ramani zenye ubora, ushauri wa kitaalamu na uelekeo wa hatua kwa hatua mpaka uone matokeo ya ndoto yako. Usijenge gizani, jenga kwa weredi. Wasiliane nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye kio hicho kio chako hapo au tembelea mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja tu la mjenzi wa nyumba TZ. Kazi tunazozifanya tunaanza kuchora ramani za nyumba za aina yote, ziwe nyumba za, za kawaida au ni magorofa . Pia tunajenga nyumba za aina yote ziwe ni nyumba za kawaida au za magorofa. Tunapaua mapaa ya aina yoyote, yao ni haya mapaa ya kawaida ya kuonekana au haya ya kujificha contemporary. Tunapiga plaster ndani na nje ya nyumba, tuna skim na kupaka rangi kwenye nyumba. Pia tunajenga marumaru za ukutani na za chini. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na sisi kwa kutumia namba hizo unazoendelea kuziona hapo. Pia naomba uweze kusubscribe, kulike na kucommenti, bila kusahau kushare hii video, ili na watu wengine waweze kujifunza zaidi na zaidi. Shukrani.